Hii uwanja urekebishwe, huu uwanja unakimbia na mpira chini unatokea mkunki, unapigwa ponga, mechi kuwa sawa, warekebishe uwanja sindio? Na sisi sio waoga wa mechi tena. Chadema wakaenda mbali, hata CCM wangesema tuwaongeze muda, Chadema hatuna haraka na uchaguzi, hata wangesema ufanyike tume huru na katiba mpya sisi tungesema poa tu. Kaa tumevumilia miaka mitano, tuko uraiani mwaka, kitu gani? Lakini kutuita kichwa kichwa kwenye mechi hii kwa mtindo huu, Chadema tukasema hapa, hapana, hatuingizi kichwa. Sasa hapo, walimu, tuna walimu wenzetu hapa wamepigika kuliko sisi, walimu wa shule msingi, na wenyewe walifanya Chadema ndo mtaji wao. Yaani sisi tunapigania walimu, kipindi kama wa hiki ndio wanafundishwa semina za kukimbiana kula. Hatuingii, tuone watakimbia na nini. Kuna pati tu wenzetu, jeshi la polisi wana vibegi vyao vile, kijua nyuma, vina maji kumbe vina karatasi za kula <laughs> tuliviona elfu mbili na ishirini. Unajiuliza, huyu polisi sasa tunampigania huyu, mbona kwenye jambo hili uko na sisi yangu sasa ingoma no reform no election. Ukitaka polisi wa gombe na CCM wao. Kwani mkibaki mechi peke yenu Simba wakaenda kule kule Bunju. Si wao wanajigawa Simba A na Simba B. Sasa si atuingii uwanjani wakitaka huko kwa polisi kuzisia. Na sisi kwenye mikutano yetu tuko tayari kwenda kushuhudia. Maana Chadema tunaposimama kuriski maisha yetu tunamsaidia mwalimu tunamsaidia polisi polisi wa nchi hii. Sizungumzii mwenye vimoja yule, kuna ndugu yangu, kuna Kiela na mzungumzia afisa wa, wa polisi nchi hii ambao wanatufuata wapinzani. Tusemeni tusemeni nyota moja wa polisi anastaafu kiinua mgongo milioni ishirini na moja ambacho wao ukiwasilia si wikendi moja unadhatu unaipata kwenye mecha Man City au mecha Madridi jioni na Arsenal. Sisi yamu wanamlipa polisi

wakapandishiwa kutoka asilimia ishirini mpaka asilimia arobaini ya kikokotoo. Sisi wapinzani sasa tukiwa bungeni, ina maana hata kikokotoo chenyewe tungepambana kifutwe. Lakini sasa cha ajabu, ikija ngoma kama hii, na polisi wenyewe tunawasaidia. Wanakaa kule na hawa chini, sina shida nao. Hawa wanetwa, kuna kipindi wakupiga kirungu watuambia kausha sikupigi sana lakini sikupiga nafukuzwa kazi, unamwambia basi nipige, sema unamwambiabasi ivimbe. <laughs> Yaani unaona, kuna mtarangi wa polisi na Chadema, lakini pale kuna mazungumzo yanaendelea, hawafanye ukatili wale wanetwa. Tunawaongelea mabosi zao, na hao wa chini hawana kosa. Ndio maana hapa tukiongelea mfuko wa kufa na kuzikana, mwathirika ni polisi wa chini ambaye leo akitaka kusafirishwa kwa Rorya au Tarime au Bunda wanampa kalandinga moja gunia la marage na mtele, washakuzika. Haijalishi umepambana na majambazi na maisha yako kiasi gani. Sasa mfumo huu wa uchaguzi, tunapoenda kwenye uchaguzi hata hawa tunaowatetea wote wanakuwa upande wa CCM, wanatushughulikia. Tukasema na sisi tuna akili ngoma, tumesanuka. Kama walikuwa wanakula ulaji, walimu kwa kutegemea uchaguzi, walimu wakaua wapate Chadema ingekuwepo saa hizi semina zimeshaanza, walimu wanajua zile kwa mkurugenzi, peleka kitambulisho na kadi ya CCM. Baada ya Chadema kusema hawashiriki uchaguzi, ngoma kimya. Walimu wanaulizana uchaguzi mwaka upo, upo. Ila hawakuhitaji kwa sababu wakuibiwa hawapo. <laughs> Polisi saa hizi nao wanaweza kupeleka majina vikosi vya kusindikiza kula wanaanza kugombea padimeanili mafunzo namna ya kulinda uchaguzi. Sisi hatupo, padi ninazo hazipo. Maana si mnatutoa kafara? Si tuende tuumie wewe ufaidike? Sasa hiyo ndio maana ya no reform, no election, kwamba mtu mmoja anaamini uwanja uko sawa, kila anapopambana anaangalia mazingira yanamlemea. Lakini wewe mwananchi, tuwachane na walimu na polisi, wewe mwananchi unaathirika vipi? Ni hivi, tukiamua leo tu wanafiki, mimi Lema na wenzangu wa kamati kuu, ubunge sio isho. Njia mbili, Waingereza wanasema kama huwezi kupigana nao jiunge nao, si ndio? Unakuwa mnafiki, unajiunga na CCM. Mimi unavyoniona, Dar es Salaam, nikienda jimbo lolote CCM sipewi, maana kule nina kibonde anaitwa Kitila, nikija hapa si ndo mzame mbunge wa milele lakini tunachopigania sio sisi na matumbo yetu tunataka mfumo wa uchaguzi ambao mtoto wa masikini asiye na jina wa chama chochote akisimama awe na uwezo wa kushinda mimi nimeshiriki uchaguzi mara ya kwanza elfu mbili na kumi nimemaliza chuo kikuu cha dar es salaam mwezi wa saba mwezi wa kumi diwani hapo kipindi cha kikwete demokrasia soka ilikuwepo lakini kidogo kukirusarusa hivi, hio mtoto wa masikini. Mi mama yangu pale Ubungo ni mama muuza chibuku tu, lakini nikasimama, watu wakanielewa, wakanichagua nikawa diwani wa Ubungo bila kujali mama yake hajawahi kuwa TANU, hajawahi kuwa CCM, hajawahi kuwa kiongozi wa serikali. Sehemu yenye demokrasia, mtoto wa muuza gongo anakuwa kiongozi mtoto wa machinga anakuwa kiongozi, mtoto wa bodaboda anakuwa kiongozi. Ndio mfumo huru wa uchaguzi unaopiganiwa, sio kwa ajili ya wachache. Najiuliza moyoni mwangu, elfu mbili na kumi ningekuwa CCM ili mtoboe, niwe diwani, wanaangalia kwanza, baba yako walikuwa nani, TANU akwepo, CCM hayupo, hajawahi kuwa waziri, napita pitaje? Ni mama yangu tumuza mtumbua, mtaji wake shilingi elfu tisa, kilo mbili za ngano unashinda vipi akiwa natamambara? Tunataka mtoto wako akisoma sekondari Liwiti, anasoma Tabata. Mwanao tangu mdogo anajua nina uwezo wa kuja kuwa rais wa nchi hii. Kwa mfumo huu wa CCM watoto wetu sisi masikini wanaandaliwa kuwa watawaliwa, watoto wao watawatawala. We mtoto wa miguru mdogo tuchipukize, ana mabodgadi kavimba mashavu kuliko mimi nanasindikizwa na mjitu, sistemu imekaa pembeni hivi. Kesho na kesho kutwa mbunge huyu anamlisha baba wake Iramba, mtoto wako ampiga kura sasa. Mfumo wa namna hii ni aibu. Nchi yetu Tanzania, elfu mbili na ishirini na tano, kujadili tume ni aibu. Tanzania tulitakiwa leo tunajadili satelaiti yetu inaenda lini angani. Tanzania taka tunajadili leo lini tunahusu rocheti sisi hapo, natoa wakae bungeni leo, wapeleke budget ya kutengeneza treni za kupita underground kama Ulaya. Sisi 2025 tunajadili uchaguzi huu. Nimeangalia mara ya mwisho Uingereza kujadili haki ya kupiga kura na kuchaguliwa ilikuwa mwaka 1870. Sisi watu weusi leo 2025 ndo tunaulizana nachaguliwaje? napigaje kura leo? Tumerogwa wa wazima sisi. Marekani, mara ya mwisho mambo ya kujadili tume ya uchaguzi haki ya kuchagua na kuchaguliwa ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba seneta wa kwanza mweusi alichaguliwa jimbo la Massachusetts. Sisi watu weusi leo elfu mbili na ishirini na tano ndo tunajadili tume tafsiri yake ni nini? Wenzetu wameamua haya ndio yawe well maisha yetu. Tukionana watu, tu watu wa Tabata tuite wapiga kura, watu wa masaki waitwe viongozi. Tukionana watu wa Ubungo waitwe wapiga kura, watu wa masaki viongozi. Mwanao leo kwa nini anaenda darasani katika mfumo kama huu? Mzazi kwa nini unampeleka mtoto wako darasani? Kama Kikwete anatoka kwenye ubunge anaenda urahisi jimbo ananulisha mtoto wake viziwani. Mzee Makamba katibu mkuu anaondoka mtoto wake Januari mbunge. Mimi nawewa watoto wetu vipi? na tunaambiwa nchi yetu wote, na wanajua kwa wananchi hawapate uhalali, njia pekee wameenda kuharibu mfumo wa uchaguzi ili baadhi ya familia za watu wachache zibaki madarakani familia yangu na familia yako ikose matumaini, tuwa ni tabaka la watawaliwa. Watoto wetu wadogo, lakini wana akili. Unaona, mtoto wako anasoma shule ya kata haendi darasani muda mwingine, sio kwamba hapendi kusoma, anaangalia elimu anayopewa na, na wanaopewa watoto wa CCM, anagundua ni elimu mbili tofauti. Huku anapoteza muda tu, ewe maisha yametabika. Baba wanakaa chumba kimoja mtoto anakuwa mkubwa na una watoto wawili. Dar es Salaam imefika stage, mheshimiwa Lema, mzazi anamwomba mtoto wake akalale kwa jirani, ndani huku nafasi hakuna na amekuwa mkubwa. Kwa hiyo siku ya mwisho mtoto anaharibika, anaanza uchangudoa, anavuta bangi. Mzazi ujui, uwezo wa kumudu maisha upate chumba cha wazazi na cha watoto haupo watoto wetu wamekata tamaa. Mimi nimekuwa meya Kinondoni, nimekuwa meya Ubungo. Kuna shule mzazi akiniambia nimempeleka mtoto wangu shule fulani ya kata, namwambia bora ungebaki na naye nyumbani umfundishe maadili na aende kanisa na msikitini. Watoto wetu Dar es Salaam wengi ambao hii polisi na CCM wanawaita panya road wameharibikia shule za kata. Nani anabishi? Mtoto mdogo amemlea shule ya msingi alikuwa na tabia nzuri, lakini akiwa mkubwa ameenda fomuani shule za kata, akirudi anatembea na kisu, ananyoa panki, anaongea kibesi.